Ebana, shoutout sana kwako ye ambaye unaangalia Stori za Town right now kupitia your favorite tv inaitwa Global TV Online. Mi naitwa Isri Mohamed na nikukaribishe sana kwenye Stori za Town. Baada ya kimya cha muda mrefu na kuacha maswali mengi sana kwa mashabiki wake, hatimaye kimya kimevunjika kwa kishindo. Wanasema wakimwona kobe ameinama, basi hujui anatunga sheria. Msanii kutoka kampuni ya Weusi, Nixon Simon maarufu kama Nikki wa Pili amekuja na ujio wa track yake mpya kabisa na kwenda kwa jina la Quality Time alomshirikisha G Nako. G wala wala na Story za Town, nilimtafuta Nikki wa Pili na kupiga naye story mbili tatu kuhusiana na track yake hiyo mpya, lakini pia tukapiga naye story kuhusiana na ile skendo ya kwamba Weusi ni wabinafsi, wanakataa kataa kolabo na nini na nini na mwisho kabisa tukamuuliza kuhusiana na lini sasa ile track ya Joh Makini na Davido itaachiwa, kwa sababu last time waliahidi kwamba Nikki akitoa nyimbo Jo, atatoa yani, nyimbo n hizi nyimbo zote mbili zitaachiwa kwa wakati mmoja, lakini tumeona Quality Time imetoka video na audio, ila bado hatujaona track hiyo hapo ya Jo Makini alompa mashavu msanii kutoka Nigeria anaitwa Davido. Huyu hapa Nikki wa Pili ndani ya Stori za Town akifafanua zaidi. Uh, Quality Time ni wimbo ambao unazungumza, uh, mimi kwa yule wimbo nimejaribu kusema kwamba muda wangu bora ni upi. Uh, kwa hiyo mimi na, uh, Quality Time ni ni ule muda ambao mimi nafanya mambo ya msingi. Kwangu naamini ndio muda ambao ni bora katika maisha yangu. So na nilivyoandika nimeandika kama katika namna ya majibizano. So mimi na nasema katika namna ambayo naona ni muda bora and then namwambia mtu ambaye mimi naona yeye anatumia muda wake tofauti. So ndio maana ya Quality Time. Yaani kwa, kwa lugha ya rahisi ni ule muda ambao wewe unafikiri unafanya mambo ya msingi. Na ule muda ambao haufanyi mambo ya msingi kwa tafsiri ya mimi nilivyoandika ndio Quality Time. Video yake tumefanya ada uh, lakini Uh, location zote unazoziona kwenye video ni location za kutengeneza kwa sababu yani tumetengeneza tumecreate. Kwa hiyo kama ni sehemu moja, lakini tumetengeneza, kama umeona ile sehemu ya pia rangi, tumetengeneza kile kibanda tumetengeneza, lile eh, bana lenye ma, kama magazeti magazeti hivi tumetengeneza ile, ile seti ya viti tumetengeneza ile seti ya vi vi. Lakini pia nafikiri uh, watu wamependa combination ya rangi katika nguo, ni kile ambacho tumekipanga zama, unajua zamani unaenda unavaa tu, lakini Muonekano wa video nzima kuna rangi ambazo zinajirudia rudia. Yeah, nsikana ni mkali, mimi toka nimeona video ya Morale ya G Nako, ilikuwa video kali sana. So nilijua ni director bora na amefanya kazi kwa nyingi, yani na zimefika mbali. So hakuna hakuna doubt. Kile nyimbo haijafikisha masaa 48 lakini inakimbilia view elfu hamsini. Kwa hiyo ni ndani kama ya siku moja iyo na nusu. Kwa hiyo na mtaani tumepita wakati nakuja hapa nasikia kwenye vibanda hapo Mwenge kwa ni wimbo ambao nafikiri utafanya utakuwa zaidi ya sweet mangi au baba swale. Mimi na G Nako mara nyingi hatupangi kushirikiana tuna, mara nyingi tunakutana studio kama quality time. Huyu ni producer ambaye amefanya nyimbo niko naye anaitwa Bugali. Mimi niko na Buga, nimekuta hiyo beat nikawa napigapiga mistari G Nako akaja, kwa hiyo tukatengeneza wimbo so kushirikiana na G Nako sio mipango wengini, lakini pia tunashirikiana na wasanii wengine lakini sio kihivyo, kwa sababu pia ujue, inabidi ufanye kazi na mtu ambaye mnaweza kufanya kazi kwa urahisi. Kolabo unafanya kulingana na vile ambavyo wewe utaifeel. Ukiona kolabo mtu amefanya, ina maana amependa, na kama hujapenda huwezi kufanya. Nafikiri mtu anapokuomba una haki 100% za kukubali na una haki 100% za kukataa. Sasa nitashangaa sana unapomuomba mtu kitu, anapokataa unachukia, ina maana unamnyima haki yake ya kutokukataa kuka, ya kwa sababu kama unaniomba mimi kukupa au kukataa zote ni haki zangu mimi hapana mimi sio mtu ambaye anaomba sana kolab kwanza ilikuwa nitoe nyimbo zangu mbili yaani nilikuwa nitoe video mbili Kwa mpaka juzi wakati tunatoa ndo tukaamua tutoe moja lakini nilikuwa nataka nitoe video mbili Joh Makini nafikiri uh, kazi yake imeshakamilika, so ni yeye mwenyewe alivyopanga ratiba yake, siwezi kumsemea, lakini najua itatoka soon. mwa wako four, wewe mwenyewe four four four, mmelala mnaota lava four. Ah, mimi hapo na na muongelea tu kijana ambaye anapenda shortcut kwenye life, ana anapenda mambo makubwa, lakini hapendi safari ya kufikia yale mambo. Nafasi yangu nataka niwashukuru kwa sababu nafikiri hii ni moja kazi yangu ambayo imepata viewership kubwa kwa muda mfupi kwa hiyo uh, ni kazi, nafikiri ukali wa kazi unajieleza, hauna uh, doubt. Natumai watu watafurahia zaidi, lakini this time nataka niwaambie kwamba kutakuwa kuna mfululizo wa nyimbo kutoka kwa Nikki. Yani, sitachukua tena muda. Of course nimeona sijachukua muda, lakini watu wanaona nimechukua muda so, okay. kama watu wanataka muziki, mimi muziki ninao, ndao takuwa ni ngoma after ngoma ambayo nimefanya quality time ya Nikki wa Pili, na madaraka ya kulevya ya Weusi, na mtoto wa kike Tammy the Baddest, na albamu nzima ya Saida Karoli, na nyimbo nyingine nyingi sana tofauti tofauti ambazo zinakuja. Kama alivyokuambia Nikki, alikuja mimi na Nikki tulikuwa studio most of the time, tukikaa studio tuna tunapata vibe. Unajua studio ni sema ambayo msanii na producer kama wana combination inayofanana, wanapata vibe kwao. Nikki alikuepo pale Uh, fortunately akaja G Nako studio aka feel vibe tuliokuwa nayo sisi tulikuwa, tuna hizo vibe za quality quality, tulikuwa naongea vitu kuhusu quality products nini nini. Kwa hiyo fortunately katokea hiyo nani idea ya quality time.